Acha yeah, acha nikuambie kitu yeah, zamani mapero yetu kama sisi si tulikuwa tunaishi ocha, mm. Mm. so eh, ocha na hoyi, buda alikuwa Nairobi anatafuta sindio? Mm. that eh, kawaida zamani wife ange kaa ocha na watoi buda ka Nairobi anatafuta. Hiyo inafanyika sahii, inawezekana? We sahii mm. ukuwe na mama umtume moshadha bakikanaira ukisaka anakubali ama naruka. kwa sahii ni <laughs> <laughs> ngumu. Kwa nini? Kwa si anatunza boma ocha na unatunza boma Nairobi? Hapana. Shule zikifungwa maybe anakamna watoi, zikifunguliwa wanarudi ocha, we unabaki ukihassle. Mi pande yangu yeah, tukaitu sisi wote tu ndio nangetoa watu wangu daily, watu wangu daily. Bunga, si unaogopa vijana au ushago? Ni story na kugwaya. Unataka mtu wako aende akae ushago kule Nairobi. Mimi nimelelea ushago, buda akiwa Nairobi. Yeye alikuwa si kitambo. Kitambo gani? Una ni damu henga. Sasa hizi mambo yamechange. Sasa hizi jo si kitambo sasa hivi. Nini imechange? Ati mmetoka hapa mmeenda, mm, ocha na mama wako wako muzi asha mm, moto ya kuni hizo <laughs> anai... ndo azidai kupeleka Nairobi imeenda Eh, eh, akapata kusaidia kuzani hivi alafu taka mkirudia ocha ndo anaenda kuwasha moto ya kuni apike ya chakula. Na wewe mwenyewe unasema nimpeleke ocha akayocha sianzie huko like unajua, akiwa na ocha amezoea. So kwa hivyo nenda nitafute wife ocha ama hapana, hapo tu ka Nairobi? Jamani, nikikuwa wewe itabidi umekawishago hapo, utajiongelesha eh. <laughs> <laughs> hapo unaweza jibongesha <Apule> <laughs> Wote ni hapo kuku, hapo ng'ombe, ndo hizo hapo za maziwa na mbuzi kama tatu, na unampandia mandizi hapo, tutarudi vile tatu